Kivuli cha fedha chafu. Jiji lilikuwa kimya, lakini ndani ya gorofa moja ya kifahari kulikuwa na mjadala mzito. Henry, mwanasiasa mahiri, alikuwa ameketi kwenye kochi la ngozi akiwa na glasi ya divai mkononi. Uso wake ulikuwa na tabasamu, lakini macho yake yalionyesha tahadhari. Pembeni yake alikuwapo Alet, mtaalamu wa mitandao ambaye alikuwa akifanya kazi serikalini kama mshauri wa kidijitali. Walikuwa wawili tu ndani ya chumba, lakini walizungukwa na maamuzi makubwa. tukifanikiwa kwenye hili, hatutakuwa tena mateka wa mifumo ya kifisadi, alisema Henry kwa sauti ya chini, kana kwamba kuta zilikuwa na masikio. Alet alitabasamu kwa upande mmoja akijibu, au ndio tutakuwa mafisadi wakubwa zaidi. Mjadala huo haukuwa wa kwanza. Kwa miezi kadhaa, Henry alikuwa akijipenyeza kwenye mfumo wa kifedha wa serikali akikusanya taarifa nyeti kuhusu mianya ya wizi, na sasa alikuwa na mpango wa kutumia maarifa hayo kuivamia benki kubwa kwa njia ya mtandao, kwa msaada wa Alex na watu wengine wenye ujuzi wa hali ya juu. Lakini haikuwa tu wizi wa pesa, ilikuwa ni njama ya kulipiza kisasi kwa mfumo uliokuwa ukiwanyonya raia maskini, huku matajiri wakizidi kunenepa. Henry alimtambulisha Alec kwa Lisa, e, mtaalamu wa mawasiliano na hila aliyejua jinsi ya kuzima kamera, kusambaratisha alama za utambulisho na kupoteza rekodi. Lisa naye alimleta Jay, fundi wa vifaa vya kielektroniki, mwenye rekodi ya kifungo cha miaka miwili jela kwa kujaribu kuvunja mashine ya ATM. Mzunguko wa uaminifu ukaanza kujengwa. Mwisho wa wiki hiyo walikutana kwenye nyumba moja ya starehe iliyoko nje ya jiji. Wote watano Henny, Alet, Lisa Jai, na Maria imama wa watoto wawili, aliyewahi kufanya kazi benki lakini alifukuzwa kwa kuhoji miamala ya ajabu ya wakubwa. Wakati Alet akielezea jinsi mfumo wa usalama wa benki ulivyokuwa na udhaifu kwenye lango la ndani la mtandao, Lisa alisimama akasema, "Tukikosea hata kwa sekunde tano, tunaweza kupotea milele." Jai alikunja mikono, na tukifanikiwa, tunaanzaje maisha mapya? Heni alitazama wote kisha akasema kwa msisitizo, hakuna kurudi nyuma. Hili ni daraja ambalo tukilivuka hatuwezi kurudi upande wa mwanzo. Siku ya pili baada ya mkutano wa siri, Heni alirudi ofisini kwake katika jengo la kifahari la utawala. Alivaa suti safi, tabasamu la kisiasa na sauti ya kujiamini kama kawaida. Lakini moyoni alikuwa mtu aliyeshavuka mstari. Kwa miaka mingi alikwepa kodi, alipokea mlungula na kutumia mamlaka vibaya. Alijua huu ulikuwa mpango wa mwisho, mpango wa kustaafu kwa heshima, hata kama ilikuwa kwa hila. Katika draw ya siri ya ofisi yake kulikuwa na flash disk ndogo iliyojaa taarifa nyeti, majina ya wafadhili wa kampeni, akaunti za offshore na ramani ya mtandao wa rushwa uliomfanya awe na nguvu kuliko gavana yeyote. Alet alihitaji flash hiyo. Ilikuwa ndio kiingilio cha mfumo wa kifedha wa serikali. Lisa naye alianza kazi yake. Alikutana na watu wake wa mitaani, vijana waliotoka kwenye magereza, waliowahi kufungwa kwa wizi, lakini sasa walikuwa watii wa amri. Alikodi nyumba tatu, moja ya kuhifadhi silaha, nyingine ya kupanga mawasiliano na ya mwisho ilikuwa maskani ya hadaa, sehemu ya kuvuruga mawasiliano ya polisi na kamera za mtaani. Jai alipelekwa Iringa kwa siri ambako alijifunza kwa siku tano jinsi ya kutengeneza kifaa maalum cha kupenyeza sakafu ya benki bila kusababisha tetemeko wala sauti yoyote. Alitengeneza pia vifaa vya kupumbaza sensa za joto, sauti na mtikisiko. Maria alikuwa na kazi ya mwisho, e, kutengeneza kampuni feki zitakazotumika kuingiza pesa kwenye soko bila kuibua mashaka. Mpango ukawa na sura na kila mmoja akaanza kuficha kiapo cha kimya moyoni, hii sitasaliti kundi hata kama damu itamwagika. Wakati kundi likiendelea na maandalizi, mpelelezi mmoja kutoka kitengo cha uhalifu wa kifedha a hey, Luteni Rami a hey, alianza kupata hisia za ajabu. Kwa muda mrefu alikuwa akichunguza miamala ya fedha isiyoeleweka. Aliona kampuni mpya zilizoanzishwa bila mizania halali, aliona akaunti zenye fedha nyingi zisizo na historia ya wazi na kilichomshangaza zaidi ilikuwa ni jina la Lisa likitokea kwenye ripoti moja ya mawasiliano ya mabenki. Rami alikuwa mkaidi, hakuwahi kupokea rushwa na aliapa kumaliza maisha yake ya kazi kwa kuing'oa mizizi ya fedha chafu nchini. Hivyo akaanza kuwachunguza Alec na Lisa kwa siri, bila kujua, alikuwa akikaribia moto mkali usio na rehema. Kundi halikujua kuwa linafuatiliwa lakini henry akiwa ndani ya serikali aliona mabadiliko katika ripoti aliwaonya wenzake kwa ujumbe mfupi tunapanya ndani ya boti lakini bado haijajua tuna mamba mpango ukaendelea lakini sasa ulikuwa mbio kati ya wakati na tahadhari usiku wa tarehe 5 julai ulikuwa ndio usiku wa majaribio ya uvamizi alet alifungua mlango wa mtandao wa benki kupitia kiingilio cha ndani cha ofisi ya henry Lisa aliratibu kamera za situ kutoka kwenye chumba cha masafa. Jai alikuwa chini ya sakafu ya benki ya taifa akifunga kifaa cha kutoboa kwa kimya, na Maria alituma pesa za majaribio kwenye akaunti ya Kenya. Kila kitu kilifanikiwa, akaunti ya majaribio ilipokea shilingi milioni 85 bila kugundulika. Lakini waliporudi kwenye maskani yao ya kupanga, wakakuta dirisha limevunjwa, bila wizi, bila uchafu, bila dalili yoyote. Lisa alijua maana yake. Ilikuwa ni onyo. Tunafuatiwa, alisema kwa sauti ya upole. Lakini Alet alikuwa na kauli nyingine, hatutakimbia. Tumewekeza kila kitu hapa. Kama tukifa, ei hey, tufie, tumejaribu. Rami alifanikiwa kupata kibali cha kuweka mikrofoni ya siri kwenye ofisi ya Henry. Alisikiliza mazungumzo ya kusisimua: majina, mabenki, mipango ya uvamizi. Aliwajulisha wakubwa wake, lakini wakamzuia. Walimwambia achane nayo. Akagundua kuwa mfumo wote ulikuwa umeathiriwa, hii rushwa ilifika hadi wizarani. Ndipo akaamua kufanyia kazi binafsi. Alimfuata Lisa na kumwambia kwa faraga, nijulishe kila kitu, ukisaidia unaweza kuokoka, la sivyo mtakufa wote. Lisa alirudi kwa kundi akiwa na wasiwasi, lakini hakusema ukweli. Alidanganya, alinyamaza kwa sababu aliogopa, sio polisi ibali ukweli kwamba alikuwa ameshaingia ndani sana. Mpango halisi ulianza rasmi usiku wa tarehe 25 Julai. Wakavunja benki kuu ya taifa kupitia njia ya chini kwa chini, wakapora taarifa za kifedha na kuhamisha zaidi ya bilioni 17 kwa awamu ndogo. Waliingiza fedha kwenye kampuni za Maria na zikaanza kutumika kama halali. Lakini Jai aliyekuwa na ugonjwa wa mapafu alizidiwa wakati wa kazi, alianguka kabla hajamaliza kuweka kifaa cha kufuta rekodi za s. Hilo lilileta doa kwenye mpango, polisi wakapata mlolongo wa nyendo zao. Rami alipata ushahidi wa kutosha, alijua ni wakati wa kufanya uamuzi mgumu. Maria alihisi hatari, akaamua kuwaokoa watoto wake kwa njia yake. E, alimfuata Rami na kufanya mkataba wa siri: nitakupa kila kitu, nipe kinga ya sheria na nipe ruhusa kuondoka nchini. Alitoa majina, ratiba na akaunti. Rami akaandaa mtego usiku wa tarehe 1 Agosti. Kundi lilipokutana kuadhimisha maficho ya mwisho, ghafla walizingirwa na kikosi cha polisi cha siri. Lisa alipigwa risasi akijaribu kutoroka. Henry alikamatwa akijaribu kujificha kwenye gala la mafuta. Jai alilia machozi akisema, nilitaka tu kuwasaidia watoto wangu. Alet alitazama kamera ya sti ya chumba walimowekwa akasema maneno ya mwisho kabla ya kupelekwa korokoroni, niliamini dunia ni uwanja wa hila, nilihisi naweza kuwa hila bora, kumbe nilikosea. Mahakamani, kesi hiyo ilivuta vyombo vya habari kila kona. Lisa alikuwa amelazwa hospitalini na alikufa wiki mbili baadaye. Jai alipata msamaha kwa kutoa msaada wa kiufundi wa kuthibitisha ushahidi. Heni alihukumiwa kifungo cha maisha. Maria alipewa ulinzi na alihamishwa. Alet alihukumiwa miaka 35 jela. Lakini bado pesa nyingine zilikuwa hazijapatikana. Zilikuwa zimefichwa mahali pasipojulikana. Hadi leo haijulikani kama Alet alimficha mtu mwingine au alikuwa amezihamisha kimaajabu. Miaka kumi baadaye mpelelezi Rami aliandika kitabu Kivuli cha Fedha Chafu. Akasema maneno haya, hii uhalifu una ladha tamu mwanzoni, ikama asali. Lakini mwisho wake ni uchungu unaoweza kuchoma kizazi kizima. Kila aliyehusika alihisi ana sababu. Lakini sababu sio ruhusa. Sababu ni kivuli. Sheria ni mwanga. Uaminifu ni ngome. Kitabu chake kilisomwa na wanafunzi wa sheria, maafisa wa benki na watoto wa shule. Ndoto za wepesi zilibadilika. Vijana walijifunza kuwa si kila pesa ni pesa halali na si kila ujanja huleta amani.